Uh, ndugu zangu wa Afrika na wa Tanzania na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, lakini pia asalamu alaikum. Mm, niseme tu kwamba ndugu zangu, tusiuane, tutafute mchawi ni nani. Mimi kipande kikubwa nimekuwa eh, naangalia sana wezi wanaochomwa kwa dada wanaojiuza mabarabarani eh, hao wote moja kwa moja nimekuwa napata jibu tatizo liko wapi mpaka watu wanaamua kujiuza lakini pia wanaamua e, kufanya wizi na kazi za kujihatarisha za ujambazi na namna zozote zile ambazo zimekuwa zinakatisha uhai wa waafrika lakini pia kwa watanzania Hususani Tanzania naweza nikaongelea kwa sababu na mimi ni Mtanzania, niongee maneno haya. Mimi unayeniona leo hii ni mchungaji na pia ninalelewa na mchungaji ambaye hakuwa na uchu wa mali za mtu yoyote. Mchungaji aliyenilea ni mchungaji ambaye, hata unapona, hii nyumba nilimo humu ndani ni nyumba ya kwake yeye, yeah, anaishi kwingine, yuko Mbeya, mimi niko Dodoma, ni nyumba ya kwake hii lakini tuko washirika wake ambao tunaishi bule, na si hapa tu, kuna nyingine iko Dar es Salaam, wako washirika wanaishi pale bule e, lakini pia kuna kule kule Mbeya iko nyumba kubwa kama hii, na yenyewe ina ubora zaidi ya hii, wako washirika wanaishi bule pale, yeye akiwa analala kanisani kwenye kanyumba fani kadogo dogo tuka slopu. na mke wake pia sitamtaja hapa moja kwa moja lakini nataka nionyeshe na niweze kuzungumza nini maana ya ya uchungaji, lakini pia na nini kinachopelekea pengine watanzania tunakuwa tuko kwenye hali hizi mbaya ambazo watu wanakuwa wanapatwa na matokeo kama haya ya wizi. Na niseme tu kwamba tusiuane, tutafute mchawi ni nani e, sisi kinachotuloga tunahisi mafanikio ni yameshikwa na mizimu, ni yameshikwa na roho na koo na, na mizimu na si koo si kuna mtu anakuloga? Hapana, sisi mafanikio yetu yameshikwa na viongozi wasio waadilifu ndani ya bara letu hili la Afrika, ambalo wanang'ang'ania rasilimali. Utakuta watoto wao na koo zao ndizo wanazoishi vizuri, sisi tunakesha makanisani tukiwa tunavunja na kuseta na kuharibu vinyamkela vilivyoshika mafanikio, wakati mafanikio yameshikwa na viongozi wachache. Zinakusanywa kwa wengi, wanakula wachache, kwa sababu e, ukiangalia wao na koo zao wanakula vizuri na watoto wao. Sisi tunashinda kwenye makanisa, tunavunja roho za umasikini. Huu ni uchizi, ni wenda wazimu kabisa. Mimi mchungaji ambaye ananilea hakunivunjia roho ya umaskini. Niliona, angalia hizi picha zangu hapa, angalia picha yangu hii. Hivi ndivyo nilivyokuwa mwanzo, nilikuwa navuta bangi, nilikuwa nakunywa mpaka na pombe, mpaka wanawake wanaojiuza Dar es Salaam nimewahi kununua. Yote hiyo ni kwa sababu tuna unatafuta da niondoe stress. niondoe stress ni kwa nini? Kwa sababu ya hali ya kimaisha, tulijaribu kupambana kimaisha unakuta migambo, watakuja, watasema si hivyo vitu tulikuwa nauza chips, mali kwa sema, oh, hivyo vitu si havi, haviko kwenye utaratibu, oh, si kwamba ni ni ni ndege sisi nini, ni nasema ni, kwamba no. E, ugonjwa fulani sio kipindupindu, hamposi si amna maeplon yaani, yani sababu sababu tu ambazo zinakuwa hata zina msingi wa kawa, nakuja wanapulizia tukao nauza chips kuku, wanakuja na mwagia, mwagia vile vitu madawa fulani. Kwa mwisho wa siku, kuna watu biashara zao zile sizi, mwisho wa siku tukaanza kulanda landa tu mama mamananii, mabarabara na tuna kazi. Mwisho wa siku tukata hata tunafikia maamuzi ya kwanza kwanza, pengine nianze kufanya wizi, pengine ni, ni, na mabinti wengine nianza no kuwa malaya. Lakini pia tusivyo hata nilipokoka eh, kwanza kulelewa na mchungaji ambaye ndiye anaendelea sasa Eh, bado pia nikaanza kujituma kwenye kazi kwenye kazi hapa na pale. Mwisho wa siku, migambo wanakuja wanatusumbua, tuka tunapita maeneo fulani hapa Dodoma pale tu mahali fulani, one way unakamatwa, lakini kipindi cha Magufuli utaona hatukuwa tunasumbuliwa. Sasa wanakuja wanaona hitimisho lote, ili wanafanya ili iweje? Ni kwamba wanakwamisha watu wengi, ili walisho watu wachache haya majengo ambao wanalazimisha watu wakafanyie biashara mule kwenye yale majengo, wasema si serikali imeteza anee nufaika. Nina wakuta vyoo vyenyewe ambavyo ndo vipo kwenye yale majengo lazima ulipie ilu, u, ili, ili ili upate huduma ya cho yani, lazima ujihoji, hivi kweli choo cha serikali ni choo ambacho takuwa ungelipia pesa wakati ni, ni na hiyo sehemu mnalipia ushuru, mwisho wa siku unakuja unaona biashara za watu sasa, hao ambao tunaweza tukawa tunawapiga oh, wameua, oh, siji eh, ameiba, mna tunawapiga tunawaua. Tungejua mchawi ni nani, aliyeshika mafanikio. Sio mizimu, sio mizimu ya koo za babu zetu, wala sio kukesha makanisani kwenda kuchukua mafuta ya upako ndio utapata mafanikio. Hakuna. Walioshika mafanikio ni viongozi wa Kiafrika na Tanzania waliokosa uzalendo na uadilifu na mwisho wa siku akipatikana wa watu wanaokuwa na uchungu na nchi zao kama kina Magufuli, basi wanawaua kwa kupitia sumu. Nisemacho ni nini? Tusiuane sisi kwa sisi, tutafute mchawi ni nani. Mimi nisome maandiko haya, ni-nikuonyeshe ya maandiko haya katika kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya hali fani hapa, nikusomee maandiko yanavyosema kitabu cha Isaya ile sura ya tisa msari wa 16 na saba. Kwa maana waongozao watu hawa ndio wawakosesha, na hao waongozao na watu hawa wameangamia. Wanaoongoza watu ndio wanaokosesha. Vikundi vya panyalodi huwa vinaongezeka kwa sababu ya hali mbaya za kimaisha. Wezi wanaongezeka, wanaojiuza mabalabani wanaongezeka kwa sababu ya hali mbaya za kimaisha. Ukitaka uamini katika hilo Hivi unataka kuniambia kweli maisha yangekuwa ya, ya namna nyepesi, tungekuwa na makundi haya watu wanaoiba? Hawa viongozi wetu hawa hawa hawa ndio wanaosababisha maisha y kuwa mabaya. Hawa ndo wanaosababisha. So wangeamua kutengeneza mazingira kwamba rasilimali zitutoshee wote kwa, kwa sababu tuna tuna rasilimali tuna ngapi, ndani ya nchi zetu hizi, hususani kwa nchi hata ya Tanzania, tuna mbuga za wanyama tuna madini e, na tukiangalia gesi tunazo, lakini tunauziwa mtungi wa gesi kilo kumi na sita elfu ishirini na tatu. Ndio maisha kwetu, tutakuwa tuwe nayo haya, mwisho wa siku tunauana sisi kwa sisi. Aiba, huyo wizi sio mzuri, apigwe ma, tungejua tunauana sisi wenyewe wenye, tunauana sisi wenyewe. Sisemi kwamba tuibe, mimi mwenyewe ni nikwanga nafanya hivyo hapo nyuma, lakini sasa kwa kupitia mhubiri ambaye sababu anena mhubiri wa, wa sasa nanywe, ukiingia ili baraka zije, toa pesa, chukua mafuta, sio bure unatoa pesa, hawa na wenyewe ni wezi vile vile hawa, na ndio maana utawakuta hawana ujasiri wa kukemea viongozi wanaolibagaza taifa letu, na wao wenyewe utawakuta wanaombea maombi uchaguzi wa amani, wanaombea hey, Mungu wabariki viongozi, kwa sababu wanashiriki wizi pamoja nao. Wezi amini, navyoweza kwambia, yako makanisa ambayo unayaona hawa, ah, ah, unaona, si manabii mitume hawa wakubwakubwa kubwa, hawa unaowaona wezi amini, yako makanisa chini yao wapo wakubwa, ndio wanaoyashikilia ile makanisa, wakubwa ndani ya serikali. Wao kinachokuwepo piga hela, pasenti kadhaa, tutagawana. Amini nakwambia, sisi sisi huku ni upigaji mwanzo mwisho. Kuna watu wanakula kupitia uo usiye na akili ambao unashinda makanisao. Naamini baraka zitakuja kwa sababu ya kuvunjiwa laana na mikosi baraka zinafu ukitaka uzifuatie uz, imeandikwa asiyefanya kazi na asile lakini pia ifike hatua tupige kelele tupambane kwa kila namna tuwakatae viongozi hawa ambao wao kwao kutuuzia gesi e, baada ya shilingi hata elfu tano anatuuzia elfu ishirini na tena ni kilo kumi na sita tupige kelele hawa ndio a ndo, ndo, ndo mapepo hawa hawa ndo mashetani hawa hawa ndo mashetani ma, ma hao yaani, hawa ndio walioshika baraka zetu hawa. Hii tunaoshinda makanisani, hii tuvunje pepo la umaskini, twendeni <tutabaki> tuendelee tuendele, hivyo hivyo tutabaki kuwa mikia, tutabaki kuwa kuwa hali mbaya huko watu tu, tu, tukiaidiwa, utakuwa kichwa wala si mkia. Sisi mimi nisemacho, tusiwane tuangaike, utafute mchawi ni nani wa taifa leto tumkabili, tumkatae. Hapo ndipo mambo yanaweza kuwa mazuri, kama nchi za, kina, za, za Burkina Faso. Maisha mepesi, unakuta jamaa e, wa, wasio na, na, na makazi kajenga nyumba ambazo unaenda na unalala pale, kawapa matrekta watu wake unata uniambia. Hapo kuna haja ya kwanza, tunavunja roho za kimaskini tunaharibu. Kuna muda tena mtaanza kukesha kuumea vitu vya utaira hivyo, lakini pia Tutawana wana i, hivi hivi tunavyouana, hebu angalia tunavyouana hivi, mwizi huyo achomwe moto, usijue huyu mtu mpaka naiba huyu, kuna mazingira magumu kafanywa kwenye kazi yake, kuna mazingira magumu, wako wengine. Mimi sisemi kwamba hapa natetea wezi a -a, a -a. Ila nisemacho ni kwamba tutafute mchawi ni nani wa taifa letu. Mchawi ni nani wa bara letu la Afrika, anayesababisha maisha kuwa magumu ni nani? Kwa sababu ukiangalia tuna rasilimali nyingi, madini tunayo, mbuga za wajama tunazo, maji tunayo, tunazo kila kitu, lakini angalia mbu, maisha tulio nayo sisi ndo wakuzungusha ametuma, sisi ndo wa, sisi ndo wa, wakukamatwa wizi hivi, sisi maliziacho tutafute mchawi ni Sauti ya mtoto wamtualie kutoka jikani, anasema itengenezeni njia ya Bwana, endesheni mapito yake, ili mtu yule afae katika Bwana tangu sasa, ili atimize wajibu wake angali bado akiwa yuko duniani. Tazama Mungu lipo wake wa kila mtu aje na hii ndio maana neno mara nadha